Rusha ndege ushinde, wapi utatua, uamuzi ni wako Avieta, inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Dulla Makabila anawa challenge sana nyi wasanii wa Singeli, kwenda msanii expensive anaendesha magari makali na vitu kama hivyo. Kuna namna uoga na kutacho anasema maybe, na mimi natamani kufika kwenye zile levels. Sijajua kapitia njia gani mwanzangu. Siwezi nikatamani nini. Katika kitu mimi sitamani ni cha mtu. Kwa sababu mimi napambana ndoto zangu zifike pale ambako zinatamani kufika, sio nipambane alipofika Dulla Makabila, kwa sababu sijui kapita njia gani. Dunia na mambo mengi sasa hivi eh, unajua kwa hiyo sijui mwenzangu apitia njia gani bana. Ni exclusive interview na moja ya wasanii wazuri sana wa muziki wa Singeli lakini pia ni mfanya biashara. Siku za hivi karibuni, mwaka jana actually mwishoni alitutambulishia biashara yake mpya ya nguo za mitumba na kama ambavyo unaweza kumtazama nyuma, kamera ilikuwa inamuuliza huo mtumba, kwa sababu kiukweli kabisa mimi siamini kama yani, huo mtu ni mtumba. Yaani kuna mtumba hivi kweli mtu na drip hivi. Sababu nishazoea nikiingia zangu maeneo mitumba, waga ambayo napata waga kama ile na namna hiyo. My brother mambo vipi? Kiukweli umependeza sana lakini umeniua uliponambia huu ni mtumba. Hii mitumba nakutana nayo tu, okay. yeah. na kuniambia leo ku drip kuanzia chini mpaka juu duka lako ndo limehusika? Hapana, hujavaa kutoka dukani kwako? Hapana. Okay. Okay. Yeah. So far biashara zinaendaje kwa sababu mwaka jana ulitambulia biashara yako ya mitumba maxi, sasa hivi inaendaje? Huko na sasa, tunamshukuru Mungu. Mara nyingi pale kuna nguo za dada, yeah. na za watoto wadogo wadogo. Yeah. Kuna posti yako wakati unatambulisha duka uliandika ujumbe mrefu sana kuwa ulikuwa hasla before ya muziki pale Ilala na kama hivyo, mshare na sisi kabla ya muziki Dogo Paten ilikuwa anafanya nini a, uh, huko nyuma, uh, hasla wake ulikuwa wapi? Yaani kiufupi kabla ya muziki mimi nilikuwa mgaigai. Labda ni lugha nyepesi naweza nikatumia hiyo, kwa sababu ni mtu ambaye nijaribu kufanya vitu vingi, kwa hiyo sikuamini niwape nitapotokea. A yeah, lakini kwenye mziki mkuja, kama Mungu tu kanibariki nimeweza kutoka sababu yeah. shashona paka yeah, yeah. Kwenye biashara ya nguo ni nini ambacho ulifikiria ilikuwa ni biashara yako ambayo ulikuwa unaiwaza sana, ukasema siku moja nikipata pesa ama mtaji lazima niifanye? yeah, kitu ambacho nilikuwa nakiwaza kwa sababu nilikuwa natamani na mimi siku moja mtu aseme dukani nikapate kitu kama hicho nilikuwa nakitamani. kwa hiyo nashukuru Mungu, lecha kukitamani, pia kinaingiza mia mbili mia tano, namshukuru Mungu, mamangu anakula, au sio? Ndio kitu ambacho najivunia paka sasa hivi yeah. kwa nini jina lilikuwa Mitumba Max na sio Pateni Mitumba, ili iwe rahisi kwa raia kukimbilia duka akijua ile ni Pateni? Hapana, kwa sababu Pateni dunia inaweza nkaondoka likibaki ile brand ya Pateni watu watakuwa waende, kwa sababu Pateni kaondoka, lakini ile mtumba max naishi miaka gedegede, yani yeah, yeah. Nika poa sana. Mwaka jana ulituachia kazi, uh, Mungu inaitwa ni, ni njini, nipe mkono, nishike mkono bonge moja la ngoma. Ni nini huwa unafikiria ukiwa unaandika kazi zako? Yaani ama kuna mtu ambaye anahusika kwenye uandishi wa kazi zako? Ni watu wa hofu tu. Mimi siandikagi nyimbo. Unasema? Siandikagi nyimbo. Unaandikiwa nyimbo. Siandikagi nyimbo na wala siandikiwe nyimbo mimi, na freestyle. Sio kweli. Mimi cha umuhimu nipate tu idea. Ile nishike mkono ni brother yangu anaitwa DJ Wazucho, anaitwa nani, anaitwa DJ Tony. Yeah, DJ Tony. Ile neno nishike mkono, kila siku lazima aliandike status, Mungu nipe, Mungu nipe mkate kama unipa jana. Kwa ile neno ndo nilichukua mimi kwenye status ya mtu Wataka kuniambia wewe hauandiki nyimbo hilo na flow. Mimi siandiki hata ambao nilifanya nao kazi wanajua. Mimi na flow tu. Kwa sababu nikiandika nyimbo nitaandika nyimbo mbaya yani. Yeah. Ya, kiandika nyimbo utaandika nyimbo mbaya. Ila uki freestyle na ya yeah, ndio kitu kinakuja. Na sijazoea kuandika kabisa. Sikwepo kujua yani eh, labda nisikie kitu mtu kakitamka nikiandike kwenye notebook nisikisahau. Ya. Yeah amangoma man mengi nyingi. Nyingi, yeah. Tumeingia mwaka mpya 2026. Mwaka jana ulikuwa ni mwaka wako, umefanya vizuri sana, nikipenda ushare na sisi kitu gani ambacho kilitokea mwaka jana hautatamani kwa mwaka huu 2026 kitokee. Ah, bwana kitu ambacho kilitokea mwaka jana ni kukauka kwa sauti. Aisee, lile jambo liliniumiza sana kwa sababu, kwa upande wangu mimi ilinipa hasara, kwa sababu nilikuwa nishachukua pesa za watu advance za show. Unaona, japokuwa sio hela nyingi lakini iliniumiza kwa sababu mara nyingi ukichukua advance kama na mambo yako huwa unafanya maandalizi ya nguo nini na ni ngumu kurudisha tena nguo kali yako uwaambie zote mpaka itimie 2025 inakuwa ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo nilipata hasara kwa kukauka sauti. Yeah. Unaamini kwenye ushirikina, kile ambacho kilitokea maybe kuna watu walikuchezea na nini? <sighs> ushirikina upo, yaani ushirikina upo, lakini sidhani kama ilikuwa ni ushirikina, kwa sababu ile siku ambayo sauti likauka, kesho yake jioni palikuwa na show na nikafanya, nilivyotoka tena kwenye ile show sauti ikakauka, unaona <laughs> kitu kama hicho, lakini nilitumia dawa ndani ya wiki tu sauti ikakaa sawa. Naona mtangazaji mmoja wa, wa, wa, wa, wa muziki wa Singeli alikuwa akizungumzia kuhusiana na msanii wa kutoka Morogoro pia wa Singeli KP KP sio KP hizo yeye. Kitu kama hicho anasema sauti yake imekauka kidhani kama wana wanamletea wana figisu, mambo ya ushirikina na vitu kama hivyo. Kuna namna unajilinda, una na hizi figo za kishirikina labda, na unaenda una kishirikina na nini, umejiganga na nini, chale mwilini kwa ajili tu kujikinga. Cha kwanza uweze kujilinda yani ambaye anakulinda ni Mungu, yani kitu ambacho KPzo kukauka sauti ilipangwa tu kapizo, bwana, lazima akauke sauti na ndio maana akakauka. Kwa hiyo siwezi nikaje ni uchawi, au sio bwana? Yani she uchawi, mtu akikudhamiria kitu lazima kikufike tu, kwa sababu hujui ni muda gani kitakuja na saa ngapi. Kwa hiyo sidhani kama ilikuwa ni uchawi, ni kuumba tu Mungu. Na uchawi pengine inategemea, je, umeishi vipi na watu ambao wanakuzunguka? Kama umeishi nao hivi, hata kama sio uchawi, yani hata kama mtu sio mwizi lakini alikuwa mwizi, ukipoteza kitu utasema huyu ndo kanibia au sio bwana. Kwa hiyo siamini kama karogwa, labda ni yetu mazingira, yako anavoishi anawakunjia washikaji au vipi? Ndio maana kitu kimemtokea kama kile sauti imekauka, kwa sababu mtu akikuroga sauti kikauka, hawezi kukuruhusu upone. Sasa hivi kapona. Yeah, sasa hapa nimekuelewa vizuri sana my brother. Sasa mwaka ndio elfu mbili na ishirini na sita, Januari ndio hii hapa inaenda kuondoka. Nilikuwa nategemea labda kutakuwa kuna kazi mpya, lakini hadi sasa hivi naona kimya plani zikoje? Kuna kazi inakuja, kuna EP ya singeli ambayo itadondoka anytime soon. Cha kwanza mimi naweza kusema ni msanii ambaye naogopa kutoa nyimbo. Unasema kwa sababu kawaida watu wanachukulia mimi ni msanii mkubwa tayari, alafu mimi ni msanii mdogo mdogo ambaye sijiwezi kipesa, wala kwa kitu chochote, alafu kizingatia mimi pia ndo kila kitu yani utakapoona mimi nimeshuti, ujue ni hela imetoka mfukoni kwa Pateni katoa. Ukiona safari yangu yoyote ile, ujue pesa imetoka mfukoni kwangu. Kwa hiyo one time inakuwa ni bajeti, au sio? Nikisema na chenye nyimbo lazima ihitaji promotion vile kama hivi, wape watu waiseme. Kwa hiyo one time nakuwa sina pesa, kwa hiyo inanilazimu nikae nisubiri mpaka wakati mwingine nitakapopata pesa. Shida sio kutoa nyimbo, ku upload tu unaupload. Shida muendelezo wa upload inakuwa nini? Unaona? yeah kwa hiyo nataka kuniambia kuwa mpaka sasa hivi Patena hajatoa ngoma ni kwa sababu hana pesa, lakini pia anasubiria michakato maybe iwe vizuri, pesa ingeweza kutoa kazi. Yeah, kingine pia naogopa wakubwa, unaanza ukaachia kibao kiolela, unakutana darasa la saba, unaona inakuwa inakuwa tena tofali. Okay. Eh, kwa hiyo mwenyewe naogopa wakubwa, ningetoa kibao changu maskini ya Mungu, eh promotion 2020, nakutana darasa la saba imelala milioni pale. Inakuwaje hivi? Kama unahofia darasa la saba of course ni kubwa. Kwanza cha kwanza mi nataka nitoe nyimbo, hata isipoenda nasema, hii nyimbo mimi nimeimba vibaya na Mungu kapenda, kapenda hii nyimbo isiende, lakini nitatumia nguvu zangu, ili mradi niseme hii ndio jitihada nilikuwa naitaka. Nyimbo yangu ikitoka, nipambanie ya, yeah. Ni muda gani unahisi sasa wewe sahihi kutoa kazi? Kwa sababu naamini kuna mashabiki ambao wanakupenda wanapenda kile ambacho unakifanya na wanasubiria kwa hamu kubwa sana kusikia sauti hapa tena ama kusikia ngoma mpya hapa tena. Lini, lini unatoa una, una toki mpya ama ni kile gani ambacho unakiangalia unasema huu ndo muda sahihi wa kutoa kazi mpya? Cha kwanza niliplani mwezi huu nitoe, lakini naona Ramadhani na kama imekaribia sana, ukizingatia na wakubwa na na, nakubwa naona mitego yao Mtu asimuone Mbosso chizi kaswa darasa la saba, mtego ule. Sio namjua Bwana Kirungi tena. Ule ni mtego ule. Kwa hiyo nadhani baada ya Ramadhani tutaanza kukimbizana kimbizana na wakubwa na sisi tuone tunafikia wapi. Yeah. Kuna namna Mbosso, Mbosso unamfuatilia sana na maybe unajifunza vitu kutoka kwake? Cha kwanza Mbosso namfuatilia. Na, naweza kusema Mbosso naye ni kama mimi tu. Sidhani kama anaandikaga nyimbo yule. Okay. Kwa sababu mimi nimekaa naye Mbosso ana freestyle kitu naambia imba tena na kwambia nishasahau No, naoa kwao mshikaji ni jini sana katika watu wakubali na yeye namba moja. Yeah. Uh, sikutegemea nilipokuona kwenye tamthilia ama filamu ya ndugu yetu Steve Mweusi nilivyoona pale kwenye cover tu picha ya as sura yako nikasema, he, Pateni kumbe naye mwigizaji na nini. Ile ilikuwaje, Steve? Ilikuwaje akakuvuta na ukakubali kuingia kwenye uh, tamthilia yake? Unajua hata kama una, una, una talent ya kuigiza mimi na Steve nimeishi naye vizuri, kwa sababu Steve, kabla hata nyinyi hamjanijua mimi, Steve nilikuwa naenda kwake. Unaona, yeye naenda kama brother, kwamba naamini huyu ndo atamtoa. Unaona, na yeye alikuwa ana ana ani support kadri ya uwezo wake, nikitoka anipa nauli. Kwa kipindi kile, akinipa elfu kumi hiyo nyingi mimi, nilikuwa sielewi, sina mpango kupata elfu kumi. Kwa hiyo alivoniita hakuniita kwa sababu najua kuigiza, hapana, aliniita kwa sababu watu wangu nao waenjoi lakini namshukuru Mungu niliua yeah. Un, un, unaicho kipaji labda cha kuigiza nani? Kuigiza mimi nilikuwa ganaigiza shule wananjua mimi. Okay, okay. <laughs> Kuna namna unaweza ukaswitch kwenye uigizaji asubuhi yeah, tu. Uigizaji pia asubuhi tu. Steve Mweusi alikulipa? yeah. Labda kuigiza ku, kwenye filamu? Hapana, hata mimi pia sikutaka nilipe hatataka yeah. Nilipe kabisa yeah. La kumalizia Dola Makabila anawa ana challenge sana nyi wasanii wa Singeli, kwenda msanii expensive anaendesha magari makali na vitu kama hivyo, kuna namna uoga na kutacho, nasema maybe na mimi natamani kufika kwenye zile levels, sijui kapitia njia gani mwenzangu, sio nikatamani nini katika kitu mimi sitamani ni cha mtu. Kwa sababu mimi napambana ndoto zangu zifike pale ambako zinatamani kufika sio nipambane alipofika Dola Makabila. Kwa sababu sijui kapitia njia gani, dunia ina mambo mengi sasa hivi eh, unajua kwa hiyo sijui mwanangu kapitia njia gani? Achuma kinasema kinaroga sana kile. Ah, kuroga ni yeye. Ah, kila mtu anaamini imani yake, eh? Yeah. Kila mtu ana, ana imani yake ambayo Mungu kamuumba nayo. Kwa hiyo kama anaamini kwenye uchawi na akifanya afanikiwa, basi mwache afanye. Lakini sisi hatuamini huko. Wasanii hatushindani kwenye magari. Na wala mashabiki waangalie magari. Mashabiki wanaangalia nyimbo, huko ametoa nyimbo gani na ina namba ngapi. Haya. Kwa hiyo sasa hivi huwezi kulinganisha, na Dulla Uh, bado unazungumza na Niffer, mna ushikaji ule ambao ulikuwepo, tunazungumza yeah? Naye bado unapata support yake? Sahihi kabisa yeah. Asante sana na mpostiani, so, na nini kama zamani, akajua shapoteziana. Ni ngoja nikwambie, ona, kitu chochote katika dunia hii ni kama kifo, au sio bwana? Haijalishi wewe msanii umetoka leo, kesho utapotea Aijarishi mtoto kazaliwa leo, jioni atakufa. Kwa hiyo kila kitu kina mda wake. Simaanishi kama mimi nifa ndo tumekufa, hapana, ila zile movement, kwa sababu mwenye kasafiri namwee, mwenyewe ana mambo yake, anasoma mengi mengi, nahisoenmengzidi hata mimi bado hajakaa sau, kamtupia kijembe hiki, mara huyu hivi. Patenda tena na mbaya hiyo, tena yuko mgongoni, anataka msaada na mbaya.